Kanuni za matumizi ya pesa. Imekuwa ni kawaida sana kwa watu wengi kufanya kazi kwa bidii na kupata pesa, lakini bado wanabaki wanajiuliza swali moja muhimu akilini mwao: nafanya kazi, napata pesa, lakini kwa nini pesa zangu hazikai au zinaisha ghafla? Unaweza kupata mshahara leo, baada ya wiki mbili au hata siku chache tu pesa inaisha. Kuishiwa pesa si kwa sababu hupati pesa, bali ni kwa sababu hujui ama haufati kanuni za matumizi ya pesa. leo isha kanuni za matumizi ya pesa ambazo mtu yeyote anaweza kuzitumia na akaona mabadiliko. Mwisho wa video hii utaelewa kwa nini pesa yako inaisha haraka na utajua jinsi ya kuigawa pesa yako na zaidi kabisa utaanza safari ya uhuru wa kifedha. Kama mpaka mwisho kwa sababu nitakushirikisha pia hadithi fupi ya kijana aliyetumia kanuni za matumizi ya pesa zilizomsaidia kufikia uhuru wa kifedha. Hadithi hii itafungua kabisa macho yako. Kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anapenda sana kufanya kazi na mshahara wake haukuwa mdogo wala haukuwa mkubwa, ulikuwa ni mshahara wa kawaida tu, lakini kulikuwa na tofauti moja. Kila mwisho wa mwezi, kijana huyo alikuwa anajikuta hana pesa. Wenzake walikuwa wanapata mshahara kama yeye, lakini walikuwa wanajenga, wanaanzisha biashara ndogo ndogo, na wengine walikuwa wanaweka akiba. Siku moja, kijana huyo akaamua kumuuliza rafiki yake, kwa nini mimi pesa hazikae? Rafiki yake akamwambia sentensi moja tu iliyobadilisha kabisa hali yake ya uchumi na kumwambia, wewe unatumia pesa lakini huweki akiba na kuizalisha pesa unayoipata. Hapo ndipo kijana huyo alianza kujifunza kanuni za matumizi ya pesa na maisha yake yakaanza kubadilika taratibu. Kanuni ya kwanza, igawe pesa yako kwenye makundi matatu. Hii ni kanuni ya msingi sana. Pesa isiyogawanywa uisha haraka bila mpangilio wowote. Makundi matatu ya pesa ni mahitaji, matamanio, akiba na uwekezaji. Mahitaji haya ni matumizi ya lazima kama vile chakula, kodi ya nyumba, nauli, bili ya maji na umeme, na matamanio, haya ni matumizi ambayo sio ya lazima kama vile kununua simu mpya wakati simu ya zamani bado inafanya kazi, kuwa restaurant kila siku, kununua mavazi ya gharama kubwa bila sababu za msingi, lakini pia kufanya starehe pita kiasi. Na kwenye upande wa akiba na uwekezaji, hili ndilo kundi linalopuuzwa sana na watu wengi, lakini ni moja ya kundi ambalo ni muhimu zaidi. Kama utaweza kuigawa pesa yako kwenye makundi haya matatu, utaanza kuitawala pesa yako badala ya pesa yako kukutawala wewe. Kanuni ya pili: ishi kwa bajeti. Bajeti sio adhabu, bajeti ni ramani na mwongozo wa kutumia pesa yako vizuri. Ukisafiri bila ramani unaweza kupotea, hivyo hivyo pia ukiishi bila bajeti pesa yako inapotea. Bajeti inakusaidia kujua pesa yako inaenda wapi, kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Bajeti haijali unaingiza kiasi gani, kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi. Bajeti inajali unawezaje kutumia pesa yako hiyo hiyo, hata kama ni ndogo. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara ujasiriamali uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha. Subscribe sasa kwenye channel hii kwa sababu kila video tunayoupload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Kanuni ya tatu, jilipe wewe kwanza. Hii ni kanuni inayotumika na watu wengi waliofanikiwa kifedha. Watu wengi huwa wanalipa madeni, wananunua vitu na kufanya matumizi mbalimbali mbali, halafu kile kiasi kitakachobaki ndicho wanachokitumia kuweka akiba. Hili ni kosa kubwa sana. kanuni sahihi unatakiwa ukishapata pesa, jilipe wewe kwanza. Hata kama ni asilimia tano, hakikisha unajilipa kwanza. Fanya akiba kuwa ni kipaumbele chako kwenye kila pesa unayoipata. Kanuni ya nne uwekeza. Akiba inalinda pesa, lakini uwekezaji unakuza pesa. Usiweke pesa chini ya godoro milele, Haitaongezeka, lakini itabaki vile vile tu. Anza taratibu, fanya biashara ndogo ndogo, nunua asset, hisa DSE, vipande UTT AMIS na kuwekeza maeneo mengine mbalimbali. Kanuni ya tano, usiishi juu ya kipato chako hii ni kanuni ya nizamu. Kama unaingiza laki tatu kwa mwezi usiishi kama mtu ambaye anaingiza milioni moja kwa mwezi. Leo umejifunza kuigawa pesa kwenye makundi matatu, kuishi kwa bajeti, kujilipa wewe kwanza, kuwekeza na kutoishi juu ya kipato chako. ili upate matokeo lazima uzifanyie kazi kanuni hizi. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.